Shalom, shalom, mtu wa Mungu wa thamani, karibu kwenye kipindi chetu cha nne cha Take a Step chenye jina la chukua hatua wafuate hao watu, chukua hatua wafuate hao watu. Sasa uh, kama kuna jambo nikuja kujifunza kwenye wokovu ni jambo la msingi sana, au ni jambo la msingi sana niseme tu kwenye maisha ya mtu na kwenye wokovu na kila kwa, kwa, kwa, kwa kila mmoja, sio kwenye wokovu tu ni uwepo wa watu kwenye maisha yetu. Nimekuja kugundua hakuna mafanikio kama watu hawatakuwa karibu yetu kutusaidia kwenda kwenye hao mafanikio, na nimekuja kugundua hata mtu anapookoka Mungu huwa anaanza kumletea aina fulani fulani ya watu, inaweza akawa wa muda mfupi au wa muda mrefu kwa ajili ya mafanikio ya maisha yake, au kwa ajili ya huyo mtu kufikia kwenye kiwango cha utukufu ambacho Mungu anakusudia afikie. Na maandiko yako wazi kabisa kwenye kitabu cha Isaya 43:4 Biblia inasema hivi kwa kuwa, uh, kwa kuwa umekuwa thamani machoni pangu nami nimekuheshimu na nimekupenda, hivyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo, Mungu, mtu anapotaka kumsaidia mtu, uh, anataka kusaidia maisha ya mtu kusaidia hatima ya mtu Mungu ana kawaida ya kutoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha ya mtu. Kwa maana hiyo sasa, hata wewe unanisikiliza hapa, kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo elimu, kwenye siasa, kwenye kila kitu ambacho unakifanya wewe, kwenye eneo lako hilo ambalo Mungu amekuitia au kwenye kitu ambacho unakifanya, unahitaji kuwa na watu, unahitaji watu kama wateja, watu wa kukusaidia kukukonekti, yani kwenye kila eneo unahitaji watu. Hakuna uh, eh, hakuna mahali ambapo mtu anaweza kufika pa juu sana kama hawajahusika watu kumsaidia kufika mahali yako pa juu. Na naposema hivyo simaanishi uwanze kutegemea watu, ila namaanisha unapotaka kupata hatua uanze kukusudia Mungu kukuletea watu Kusabu, asima, Eremia, kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yeremia kwamba amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu, lakini sio kama Mungu anapotaka kukusaidia huwa alete mwanadamu, ila ni kosa kumtegemea mwanadamu. Kwa hiyo sisemi hivi ili utegemee watu ile nasema hivi ili uwe na uelewa ya kwamba Mungu atakapokuwa anataka kukutoa hapo ulipo kukupeleka kwenye viwango vingine vipya, au kukupa mpenyo kwenye maeneo fulani fulani, atatumia watu, kwa wewe usitegemee hao watu lakini kute, uh, uh, usitegemee hao watu, lakini kusudia Mungu kukuletea watu. Sasa kuna watu wamekuwa na changamoto moja, kwa sababu Mungu anataka kukusaidia, anatumia watu. Lakini kuna watu anaweza akamwona mtu na yule mtu anagundua kabisa kwamba huyu ana vitu ambavyo anaweza akanisaidia, ana mambo, ana hazina ambayo, nikipata hiyo hazina au kwa uwepo huyo mtu, naweza nikatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini unfortunately utashangaa huyo mtu bado anakuwa hana ujasiri ya kuwafuata watu. Kwa mfano, kwa mtu anaweza akasema kwamba anaweza kugundua ndani yake ya kwamba kuna mtu fulani nikimfata kuhusu biashara hivi, aweze akanitafutia soko kazini kwake, hawezi akanitafutia soko mahali anapoishi, hawezi akanitafutia soko achuoni kwake, labda au hivi. Yani ndani yake anasikia kugundua kwamba kuna uwezekano huyo mtu akamsaidia lakini bado hana ujasiri wa kumfuata. Kuna mtu anagundua kwamba, hivi nikimfata mtu fulani tukaanza kusoma naye siwezi nikafaulu kweli? Mbona kama anafanya bidii sana, ni kama vile anagundua kwamba anahitaji kuwa na mtu fulani ili labda wafanye vizuri kwenye masomo lakini bado ndani yake hana ujasiri wa kumfuata huyo mtu. Kuna mwingine pia anagundua hivyo kwenye siasa, mwingine anagundua hivyo kwenye huduma. Kwa hivyo, kwa nini mtu fulani simwambie jambo langu? Kwa nini simwambie mtu fulani kuhusu hizi habari? Kwa kuna wakati unaweza ndani yako ukagundua kwamba mtu fulani ni kama ana uwezo ambao huo uwezo kwa hakika unauhitaji ili uende kwenye hatua mpya. Mwanzoni nimesema, vizuri, nimesema vizuri. Hivi unapogundua hivyo usimtegemee ila kusudia huyo mtu kuja kwenye maisha yako akiwa ametumwa na Mungu, na ili usitegemee watu jifunze kutokuwaona watu wanaokuja kwenye maisha yako, jifunze kumwona Mungu anayewaleta au watu kwenye maisha yako. Kwa hiyo mtu akija, usione kama huyu mtu ndio kila kitu kwangu. Aa, mwone Mungu ni kila kitu kwangu, kwa sababu amenipa huyu mtu ili asaidia maisha yangu. Na kuna watu wame wameanguka kwenye wame mitego mibaya sana ya kuwategemea watu, na kuna watu wengine mpaka wanafanyia vitu vya kikatili kwa sababu tu wanategemea watu. Kwa nini? Kwa sababu wameshindwa kumwona Mungu. Kwa nini ulikubali hayo yote? Kwa sababu nilijua tu ananisomesha kwao, nikikataa hata nisomesha hapana. mm -hmm, huyu mtu ameshindwa kumwona Mungu nyuma ya mtu anayemsomesha. Ukifanikiwa kumwona Mungu nyuma ya watu wanaokuja, hautawategemea watu, utamtegemea Mungu. Lakini unapowaona au watu na unagundua wana vitu vya kukusaidia, wana vitu vya kukupeleka mahali, wana vitu vya kukuvusha wana vitu vya kupeleka kwenye majira yako mapya ya mafanikio. Kuna wengine wamekosa ujasiri wa kuwafata, na tamani ujifunze kuwa na ujasiri ya kuwafata watu ambao Mungu anakuletea kwenye maisha yako ili ufanikiwe au kuna wengine wanaweza wakaja, lakini pia kuna una mtu anaweza kawa hana hekima ya kuhusiana nao, au anaogopa kuwaambia labda, au anaogopa kuhusiana nao. Natamani pia uwe na uwezo na ujasiri wa kuchukua hatua na uthubutu. Mungu akiwaleta hao watu kwako, ujifunze namna ya kuongea nao na kuhusiana nao, ili hao watu ambao Mungu anasema huwa anawatoa kwa ajili ya maisha yako, wakija kwenye maisha yako ufanikiwe kuishi uh, nao sawasawa na mapenzi ya Mungu na ufikie kwenye ukuu na utukufu ambao Mungu anakusudia katika jina la Yesu Kristo. Ngoja nikuulize swali, umeshawahi kujiuliza vipi kama Esther asingeenda kwa mfalme kinyume cha sheria, nini kingetokea kwa wana wa Israeli? Kwa sababu ilikuwa kwenye wakati mgumu sana, na Mordekai akamwambia Esther maneno magumu sana, akamwambia kama hautaenda ni sawa, Mungu atatwinulia mtu mwingine, na huyo mtu ataenda. Kwa wakati ule Esther alikuwa anajua mtu pekee wa kuwasaidia ili wasife watu wake ni Ahasuero mfalme, lakini Esther hakuwa na ujasiri wa kumfuata japokuwa alikuwa anajua ndo mtu pekee. Lakini namfurahia na, na, na, na sana Esther, ambao pale ambapo aligundua kwamba ndo mtu huyu pekee na Esther alikuwa na ujasiri wa kumfuata. Kwa mwanamke mmoja unanisikiliza hapa, hebu kuwa na ujasiri na maneno kama haya ya Esther. Esther alisema hivi ninaamua kwenda kwa, kwanza alisema nyinyi nende mkafunge mimi na watu wangu tutafunga siku tatu, alafu nitaenda kwa mfalme kinyume cha sheria. Kama nitaangamia na niangamie. Kwa hiyo alionesha ujasiri wa kiwango cha juu. Hii e, eh, kauli hapa inamuonyesha Esther hakuwa anamtegemea Asuelo. Esta alikuwa anamtegemea Mungu ambaye anaweza akamsaidia yeye na watu wake kupitia Asuero, na ndiyo maana Esther akasema, kama nitaangamia, na naniangamie. Esther aliagua kuishinda ile hofu kwamba je, mfalme asiponinyooshea fimbo sintauawa. Lakini akasema acha niende tu kama hata ninyoshea fimbo acha niangamie, ila akininyooshea fimbo nitakuwa na nafasi ya kumwambia haya yote na mambo yatakuwa sawasawa kwao. Esther akaamua kwenda kwa mfalme kinyume cha sheria na utaratibu, lakini Esther alishinda hofu ambayo ilikuwa ndani yake na akaamua kumfuata mtu ambaye alikomboa hatima ya taifa zima ikiwemo na Esta mwenyewe. Kwa kama ni binti wanasikiliza hapa, au kama ni mama anasikiliza hapa, amua kuwa jasiri kama huyu mwanamke alivyoonesha ujasiri. Alienda sehemu ambayo alikuwa amehatarisha wai wake. Kama ingetokea vibaya angekufa, lakini alipotanisha wai wake ikawa sawasawa sawa, na akaishi yeye na watu wako. Amua kuwa jasiri, chukua hatua, mfuate huyo mtu kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya elimu yako, kwa ajili ya kazi kwa ajili ya watoto wako kwa ajili ya hilo jambo ambalo unatamani kulifanya, achukua hatua mfuate tu huyo mtu, nenda hapo ofisini, mwelezee nia yako, na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Ushaelewa swali kuhusu Musa. Ashubu Musa asingeamua kwenda kwa Farao. Nini kingetokea kwa wana wa Israeli? Israeli wasinge toka Misri kwenda Kanani pengine au wangechelewa zaidi kutoka. Lakini ilifikia pointi ambayo Musa akaamua kuvaa ujasiri. Ukisoma maandiko ya kitabu cha Kutoka sura ya tatu na kuendelea pale, utagundua Musa alikuwa na kigugumizi kikubwa sana. Mtamfuataje Farao? Je, yeah, atakubali au atakataa? Na maswali kama hayo mengi alikuwa nayo. Lakini Musa anamfurahia sana. Ikafikia pointi ambayo Musa akauvaa ujasiri akaamua kwenda kwa Farao, na kwa kupiga hatua hiyo moja tu, hatima ya Israeli nzima na Musa ikabadilika katika jina la Yesu Kristo. Na kuombea na wewe mtu wa Mungu ambaye unasikiliza hapa, hao watu ambao umegundua kwamba pengine unaweza ukawafuata, na hatima yako ya biashara ikapatikana, hatima yako ya uongozi kwenye nchi ikapatikana, hatima yako ya elimu ikapatikana, hatima yako ya huduma ikapatikana, hatima yako ya media, hatima yako ya jambo lolote ile ikapatikana, chukua hatua uwafuate hao watu, chukua hatua uwafuate kwa ujasiri, ukiamini Mungu kama amekupa hao wa watu watu wanashirikiana na wewe na utakuwa na hatua mpya. Usiashumu kwamba watakataa kabla ujawafata, wafate wakataa, ujue wamekataa, urudi ukaombe. k kwa kwamba tu nikimpata anaweza akakataa. Hapana, agua kuwafata, ili wakikataa, urudi ukaombe vizuri. Hiyo nakuombea katika jina la Yesu Kristo, Mungu akupe ujasiri wa kuwaendea watu, mpate tu huyo mtu, mwambie kuhusu hayo mambo, mwelezee hivyo vitu vizuri, mwambie plani zako, na kuna uwezekano huyo huyo mtu ambaye Mungu amekuandalia. Na nakuombea katika jina la Yesu Kristo, unapoenda, Mungu akupe ujasiri na Mungu akupe kibali cha kukubalika kwa hao watu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Karibu kwenye sesheni ya tano ya Take a Step.